Wa aqsamul iftari arba'atun, wa aqsamul iftari arba'atun, sio wa aqsamul iftari arba'a. Sasa hii atagawanya kule kufuturu kwa Ramadhani, sio kulingana na hukumu yake, je ni lazima ama si lazima, la, atagawanya kulingana na natija -ya yake, yani ukifuturu katika Ramadhani utalipa ama an yani utalipa, utaqidhi ile siku ama ukifuturu utalipa pamoja na kutoa fidia ama ukifuturu utalipa fidia peke yake, usifanye usi nini usilipe, kufunga ndo anagawanya sasa mm. mm. so? aksamul iftari arba aksamu si, faslun, no. ni kisha, aksamu nini vigawanyo vigawanyo si sawa vigawanyo vigawanyo ni mwanzo hii kisha, aksamul iftari mwanzo hii s kisha, vigawanyo Vigawanyo vya kufturu ni vingi, vigawanyo vya kufturu ni vingi. Ah, la ilaha illa Allah. Oh, yani unasema fasli ni kigawanyo. Ah, fasli ni kigawanyo, lakini kwa namna nyingine, yani fasli ni kama kinachogawanya baina ya vitu viwili, lakini hapa kigawanyo kama kusema wanadamu megawanyika aina mbili, wanaume na wanawake. Kwa hivyo wanaume ni kigawanyo na wanawake ni ni ki kigawanyo, lakini ile fasal ni kigawanyo ka kama line katikati ya vitu viwili. <laughs> Oh, sijakuelewa. Vigawanyo vya kufturu, yani aina. Basi sema aina, aina za kufturu ziko, tuseme yeye ni aina, Ye, aina. Aina sio kama ina.

Yani, je, ni lazima ufuturu? Je, ni sunna ufuturu? Je, ni mubaha ufuturu? Sio hapa sasa, pia inagawanyika aina nne, ndio kwambia wa aqsamul iftari arba'atun aidan. Na hapa wa aqsamul iftari arba'atun aidan na na aina ya kufuturu pia ni nne, nin vile, vile pia ni nne kwa upande mwingine sawa, kama vile hapa ni nne upande wa hukumu, basi hapa pia upande wa kinachokulazimu ni in...

Sawa so, mtu wa kwanza, aina ya kwanza ni yule mtu ambaye akifuturu tumwambia lazima ulipe fidia na wakati huo lazima u, ukidhi ile siku, akwambia wahuwa thnani, na hao ni watu wawili. Hii aina hii chini yake kwaingia watu wawili. Wa kwanza akwambia, alawalu, wa kwanza alawalu, wa kwanza katika hao wawili sasa, wa kwanza katika hao wawili, wa kwanza katika kigawanyo cha kwa cha kwanza, alawalu kwanza. ehe mtu mwingine unjua, hapo kama aliftaaru li khawfin ala ghairihi. Aliftaaru mfano ala ghairihi, wa kumuogopea mtu mwingine. Mama mjamzito hapa, lakini ni akiwa atamuogopea mtoto peke yake, tuelewana. Akimuogopea mtoto peke yake peke yake ndio utamwambia hapa sasa, kwa sababu wewe umeogopea mtoto peke yako, utafanyaje? Utakula na ile siku utaikidhi kisha utalipa nani? Fidia. Umeelewa? Umeelewa. Hmm. Al-iftaru li khawfin ala ghayrihi. Ni kufuturu kwa kumwogopea mtu mwingine peke yake. Sawa. lau atamuogopea mtoto na ajiogope yeye mwenyewe tamwambia amejiogopea yeye na amemogopea mtoto pia, atalipa tu ile siku kadha, halipi fidia, halipi atakidhi tu ile siku, lakini halipi fidia. Lau atajiogopea yeye peke yake, amogopea mtoto, yeye ajue mimi nitakuwa na mimi nitasikia njaa sana nitaumia nini, lakini mtoto hana shida, basi tamwambia utakula na utakidhi peke yake, lakini hulipi fidia. Tuko pamoja. Na fidia yenyewe ni muda tu Mudhi ni kama gramu mia sita hivi, mia sita hamsini ya e chakula. hmm. eh? Mudi moja kila siku alipa mudi moja hmm. eh? hmm. Mudhi ndo hmm. kibaba sisi tuita kibaba. kib kibaba. Mmoja kibaba mchoto mmoja mmoja, zaidi ya K ha -ha. Ha -ha. Nusu K na kidogo, nusu na kidogo, nusu na kidogo

siku tatu hakufuturu eh, hakula zile siku tatu, akachelewa kuzilipa zile, akafuturu ikawa yeye wala, mwaka mzima ukapita mpaka asemaje, maaimkani pamoja na kuwa yeye alikuwa na uwezo wa kulipa zile siku tatu, hakuzilipa hata yati ya Ramadhanu akhar mpaka ikaja Ramadhani nyingine. Huyu yani amechelewesha kulipa deni, alikuwa na deni, alikuwa na deni hakulilipa. Tumwambia, angalia madamu Ramadhani nyingine ishafika, basi baada ya Ramadhani lazima ulipe na utalipa na fidi fidia, utalipa na nini fidi, talipa fidia fidi, si ndio? hiyo muda ndio hiyo kibaba, fidia ndio hiyo kibaba, kila siku kibaba. Kwa hivyo siku tatu ni vibaba vitatu, sawa. Na hii atalipa akijua kuwa kuchelewesha ni haramu, lau hata ujua, yani maskini hakujua kuwa kuchelewesha labda labda labda ah, ukifunga Ramadhani Ramadhani ukiwa umelemewa ni ruhusa kula na utalipa siku, haina haina marhaba marhaba. Yeye yeye akashika ile maneno, siku ya ya pili pili, labda darasani hakuja, akaeleza darasa kuwa bana kadha kadha kadha, lakini lakini maana yake yake ni ni kwa ufai kufikisha Ramadhani, hakujua maskini eh, hukumu yake ni halipi halipi fidia fidia, maana yake hakujua hakujua Sawa? La ilaha illa Allah. Hai, na kila miaka ikichelewa ile fidia inaongezeka. <laughs> Kila miaka inapochelewa ndio fidia inafanya nini? Inaongezeka. Mfano mwaka huu hakulipa, tumwambia fidia ya kila siku ni moja. Mwaka ujao pia hakulipa zile za miaka mwaka juzi. Tumwambia kila kila siku ni fidia mbili. Eh, michoto miwili kwa kila siku. Mwekeo siku tatu, mwaka wa kwanza itakuwa vibaba vitatu. Mwaka wa pili itakuwa vibaba sita.

Hulipi pesa sasa. Hii ni aina, aina ya pili. Aina ya kwanza tukachaje chini yake kuna watu wawili. Sasa aina ya pili yasema ni ile ambayo lazima ukidhi, lakini ulipi pesa. Hiyo takidhi tu zile siku umeacha. Siku tatu utalipa siku tatu. Huyo ni mtu gani? Yasema wa huwa yakfuru. Na aina hii wako wengi sana, wako wengi sana, na kweli wako wengi. Kh alehi kama yule alozimia mchana mzima, yeye anafahamu huyo atalipa, na wako wengi kama tulivyosema kama yule mwenye kufuturu kwa kujiogopea nafsi yake ama kujiogopea yeye na mtoto, kama mama mjamzito ama mama mwenye kunyonyesha pia ni pale pale. Eh? ama mtu maskini, Ramadhani amekuwa mgonjwa baada ya Ramadhani atapoa, pia ni huy hapa hapa, yani yeye atakidhi tu ile siku, lakini hafanye nini? halipi fidia. Alhamdulillah, yarhamukallah, zimeleka haya Aina ya tatu tatuwa wa thalithuha, na aina ya tatu eh, aina ya tatu ya ma ni ina ma ma yalzamu fihi alfidya, ni ile ambayo inalazimu ndani yake fidia, mtu alipe alipe fidia fidia, duna alqadha. Lakini lakini hakuna lazima alipe fidia ua d ai mambo fidia lazima hakuna ise eh, ni mtu gani anasema? Wa huwa shaykh mkubwa mkubwa, yani mtu mzima, ati shekhe mkubwa <laughs> Shekhe, yani mtu mzima mtu mzima sana mtu mkubwa maskini, hawezi kufunga tena, hawezi tena kufanya. mm -hmm. Nini hukumu yake? Ni tumwambia utatoa fidia mm hiyo -hmm. hey, mchoto watoa fidia siku 30, fidia 30. Basi maanake uzee hauna da hauna tiba, sio? anaweza mm -hmm. sionaea lakini mwisho, sio mwanzo mm -hmm. Yaani, kila siku inawajibika ile siku ikishaingia lakini ati mwanzo siku ya Ramadhani atoe zote 30 aweza kuchelewesha zote zote siku ya 30 Yani bora yani bora atoe kila siku siku yake, au acheleweshe zote siku ya 30 Sawa. La, la ilaha illa Allah. Ipemaaa na mfano huyu mzee ni mgonjwa ambaye hatarajii kupona, mgonjwa mfano wa kansa, mgonjwa labda wa sukari, ambayo lazima atumie dawa kila siku. Au ni wapi wanaingia? Ha, hapa Atafanyaje? Tuwaambia angalia, wewe, toa tu fidia miaka yako yote, toa tu fidia Yes. Warabi'uha na aina ya nne, aina ya nne ni mtu aina gani? Asema laa wala, laa wala, halipi fidia wala hakidhi, haidhi -ha -ha lwal wahuwa almajnun, naye ni yule mtu mwenye wazimu ambaye Eh, wa huwa almajnun na, yani yule mwenye wazimu alladhi ambaye kwamba lam yataadda bi jununihi, hakufanya kusudi mpaka kama kama na wazimu wazimu, yani yani, hakutumia vitu vikamtia wazimu. Mtu kama huyo tumwambia we, baadaye sasa amekuja, mashallah, amepata memoria, amerudi yani, akili timam, baada ya Ramadhan. Yani, ya Ramadhani, Ramadhani lazima zile alokosa lazima atoifidia. La, wala yani, hatoifidia wala hatoi nini, hali haqidi haqidi, wala hatoifidia hakidhi ile Ramadhani na hata ufidia alhamdulillah. Huyu ni mtu mwenye wazimu ambaye yeye hakukusudia kwa nini? Yani hakufanya kusudi paka kwa wazimu. Hakutumia vitu kumtia wazimu. Sawa? <tid> na kukidhi <FREE> hapa. Na kukidhi hapa. Kukidhi hapa kama tulivyosema ni kwa kuchelewesha. Yani wewe kama ukidhi weza kuja kesho baada ya Shawali, waweza kwenda Dhulqaada, Dhulhija, Muharram, una khiyari utakidhi siku takaye, isipokuwa bora isikae Ramadhani, isipokuwa kwa mtu alofanya makosa amekula kusudi Ramadhani. Ramadhani amekula utakwambia angalia wewe, kulipa baada ya Ramadhani tu ile Idi, kisha tu ile siku ya kwanza ya Shawali, yashawali Idi, kisha lazima uanze kulipa. Hakuna, hakuna fidia mtu hakuna nini? Fidia. Sawa? Hakuna fidia. Bas, ha, kishamaliza mlango. Tuko sasa kwenye mlango wa mwisho. Faslun. Hiki ni kigawanyo, eh, soma. Eh, Eh. Ustadi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi awwalan wa akhiran.